Hebu msikilize huyu mwanadada basi... Halafu msikilize huyu hapa <tutu> Kisha sasa msikilize huyu hapa Ummu Kulthum ambaye jina lake la kuzaliwa ni Fatma Ibrahim Asayid Albaltari. Anakadiriwa kwamba alizaliwa Mei 4 mwaka 1904 katika kitongoji kimoja pembezoni mwa mto Nile, kitongoji kinachoitwa Tumayi al-Zahaira, ingawa maandiko mengine yanaonyesha alizaliwa kabla ya 1904, hasa kwa sababu wakati huo uwekwaji wa kumbukumbu haukuwa thabiti kama miaka iliyofuata. Lakini Kulthum alianza kwa kughani Qur'ani na mashairi ya kidini akiwa pamoja na baba yake ambaye alikuwa imamu wa msikiti wa kijijini kwao, na kuna kipindi alilazimika kuvaa mavazi ya kiume ili kuficha kile kilichoonekana kama aibu kwa mtoto wa kike kuimba mbele ya wanaume. Kufikia katikati ya miaka ya 1920, Kulthum alikuwa tayari ameanza kurekodi nyimbo zake katika sahani za santuri na kufikia mwaka 1930 basi akawa mmoja wa waimbaji waliotafutwa na kufuatiliwa sana mjini Kairo, ndiyo na akawa kati ya waimbaji waliolipwa vizuri zaidi. Baba yangu enzi za uhai wake aliwahi kunisimulia kuhusu umaarufu wa Ummu Kulthum wakati wa matamasha yake ya redioni, ambayo kutokana na upekee wa sauti yake mwanamama huyu yaligeuka matukio ya kimataifa kila wikendi. Basi watu walikusanyika vijiweni na vibarazani wakiizunguka redio zao usiku ambao Ummu Kulthum alikuwa akitumbuiza mubashara kupitia redioni. Alif Lela Ulela, mmoja kati ya nyimbo zake maarufu ulioandikwa na mtunzi maarufu Baligh Hamdi. Wimbo huu kuhusu masiku elfu na moja ni wimbo wa kihistoria, siyo tu kutokana na utunzi mahiri wa mashairi yaliyojaa taswira nzito za kimapenzi kati ya mapenzi, watu wawili katika usiku wa mahaba unaofikisha ujumbe wa kihisia, bali kwa sauti tamu nzito na imara ya Ummu Kulthum. Wimbo huu ulipata jina lake kutoka katika silsila au series ya hadithi za kale maarufu katika jamii za Kiarabu ambazo kwa Kiingereza zinafahamika kama The Arabian Nights. Lakini Kulthum aligeuza uzito wa wimbo huu kwa kuvalisha sauti yake nzito yenye mamlaka, akigeuza melody, sauti ya kuhani, kuwa silaha ya kugusa nyoyo za watu kihisia. Mbinu yake kubwa aliyoitumia ni marudio katika kila neno ama vipande vifupi vya maneno.

Fairuz jina la kuzaliwa Nuhad Wadie Haddad kutoka Beirut. Huyu alizaliwa kati ya mwaka 1934 na 1935. Baadhi ya rekodi zinaonyesha alizaliwa Novemba 1934 huku nyingine zikitaja Novemba 1935. Kama Ummu Kulthum, Fairuz pia alianza uimbaji wake akiwa bado binti mdogo, na umaarufu wake ulianzia katika matamasha ya redioni huko kwao Lebanon, hali iliyomtambulisha kama sauti inayotambulika zaidi na kuvutia katika ulimwengu wa Kiarabu, na bila shaka sauti inayoiwakilisha Lebanon katika muziki wa wakati huo. Min Azli Naum, wimbo unaomaanisha kutoka lindi zito la usingizi ni kati ya nyimbo zake zinazopendwa zaidi hadi leo hii, hasa kwa sababu wimbo huu unadhihirisha hulka ya Fairuz ya upole na umahiri wa kughani. Ni wimbo unaofaa kusikilizwa wakati wa ukimya au wakati mtu akitafuta usingizi. Utamu wa sauti ya Fairuz umegeuka kuwa kama utamaduni kwa Waarabu huko Mashariki ya Kati, ambapo utasikia wakisema kwamba siku haijakamilika bila kikombe cha kahawa pamoja na sauti ya Fairuz.

Hata wewe moyo wangu pia wanieleleza. Binti mdogo kabisa Tanzania wa Kitanzania anayewakilisha wanawake waimbaji wa nyimbo za aina hii wa kizazi kipya, Maryam Said Hamduni. Tangu akiwa mdogo alipenda sana kuimba nyimbo mbalimbali mbali za wasanii wengine, jambo lililompelekea kuibukia katika ulimwengu wa taarab. Hata hivyo, familia yake haikupenda kabisa na badala yake walimshauri atumia sauti yake nzuri kuimba kaswida ama kusoma Qur'ani. Kazi zangu nafanyia sana nje. Rekodi yangu nafanya Dubai na Masri. Video zangu zote nafanya Dubai. Na sasa hivi nitaenda Masri kumalizia kazi zangu kama tatu hivi. Naye na mwishowe alichagua kuwasikiliza wazazi wake na hivyo kuamua kuanza kuimba kaswida. Lakini ukimsikiliza kwa makini Maryam unamsikia Ummu Kulthum na unamsikia Fairuz. Kwa nini? Na hata yeye mwenyewe anakiri kwamba tangu alipoanza kuimba kasida amekuwa akifanya kazi zake nyingi uharabuni, hasa Dubai pamoja na Misri. si Kama umefuatilia kwa makini makala hii utakuwa umegundua kwamba wanawake hawa walioanza safari yao ya muziki miaka ya 1930 wana ufanano fulani wa kimahadhi katika ughani wao. Kwa nini? Na wote ukitazama kwa makini, walianza kwa kupambana na vikwazo dhidi ya familia zao, japo majina yao yaliibukia kuwa makubwa na yenye kukumbukwa baadaye. Na hapo sijataka kukupeleka Zanzibar kwa Bi Siti, mwanamke wa kwanza kurekodi nyimbo zake katika santuri na kusikilizwa hata nje ya mipaka ya Afrika katika kipindi ambacho bara la Afrika lilikuwa limefutwa katika ulimwengu wa burudani. Sijamuweka hapa kwa sababu huyo ana siku yake na makala yake maalumu. Lakini jambo jingine ninalojiuliza: je, redio ilichangia kwa kiasi gani kuinua muziki wa Kiafrika na kuwapa sauti wale walioikosa? Ukizungumzia redio katika karne ya ishirini, bila shaka unazungumzia mitandao ya kijamii leo hii. Na swali langu la mwisho ni kweli mitandao leo hii imeukuza muziki, lakini je, ni kwa kiasi gani inatusaidia kuitunza asili ama inapelekea kuipokonya asili? Maswali hayo kwa sasa mimi sina majibu yake, bali nakualika tutafakari kwa pamoja. Jina langu ni Twalha Abbas, tukutane katika makala ijayo.